Anza na kazi ya kufungua hospitali hii. Nimeingia ndani kuiangalia hospitali, angalau hapa emergency, sijapata muda kwenye wodi kule, lakini hata emergency nimeridhishwa na niliyoyaona ndani. Ile fedha iliyoshushwa kuja kujenga na kuleta vifaa tiba imetumika. Niwaombe sana, hii ni hospitali yenu vifaa vya kisasa kabisa viko humo ndani, ili viwasaidie nyinyi na kubwa ni kupunguzia wananchi gharama ya kwenda mbali kusaka matibabu. Sasa matibabu yako hapa hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, hospitali ni yenu, itumieni, kubwa itunzeni, wasaidieni wafanyakazi, watumishi wa hospitali kuitunza, ili ikae muda mrefu kuwahudumia vizuri. Hospitali hii na kila kitu ambayo hospitali yoyote ungepelekwa huko mj... mikoa mingine hapa vipo. Kwa niwaombe sana, tunzeni tumieni hospitali yenu. Nami niwapongeze kwa kupata hospitali nzuri hii ya wilaya, hongereni sana. Ahadi yetu kwenu ni kuwaletea maendeleo zaidi kwenye mambo yote, elimu, afya, umeme, maji, yote kwa. Kama kuna changamoto zozote, mjue tunazitambua na tunazifanyia kazi. Nawashukuru sana, asanteni sana. Makofi mengi, ma